Kufuatia kukamatwa kwake gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya na maafisa wa tume ya EACC kwa madai ya ufujaji wa fedha za kaunti na matumizi mabaya ya ofisi, leo hii amefikishwa mbele ya mahakama ya Milimani huku akikana madai yote anayotuhumiwa nayo, na Natembeya akiachiliwa kwa dhamana ya shilingi elfu mia tano na kesi hii inatarajiwa kusikizwa tena tarehe tatu mwezi Juni mwaka 2025. Aida, Kabla ya kuachiliwa, Gavana Natembeya ametakiwa kutozuru afisini mwake siku sitini kuanzia leo. In a a principle which mawakili wa gavana Natembeya wakiongozwa na wakili John Haminwa wakimtaka jaji kumwachilia Natembeya bila bondi yeyote kwani madai yanayotuhumiwa nayo, nayo si ya kweli.

Wakili hawa wakidokeza kuwa asasi za kiusalama na upelelezi nchini zina utumizi mbaya wa afisi, jambo ambalo litapelekea wakenya kutoamini asasi hizi. Kwa upande wao tume hii ya ESCC imekana madai kuwa tume hii ya ESCC ilimkamata gavana kwa madai ya uchochezi na kuwa tuhuma zote zinazomhusisha Natembeya ni za kweli. And the standard of proof is on a balance of probabilities. Mary Kialo, Undugu TV.